Oktoba 13 jijini Mwanza, wajumbe wapya wa baraza la ushauri na watumiaji wa huduma za nishati na maji yaani EWURA CCC wanakutana hapa, kwani sisi kama wajumbe wapya tunashuhudia kwamba baraza liko imara sana. Kubwa hapa ni kuliweka wakfu baraza lao na kulijengea uelewa kuhusu wajibu na majukumu yao. Sababu ya kufanya uzinduzi huu ni kutoa utambulisho rasmi kwa wajumbe wapya wa baraza na kuwapa hadhi na mwelekeo wa kazi zao. Waelewe kwa upana historia, dira na dhamira pamoja na maadili ya baraza na mazingira ya kisheria na kiudhibiti ambayo wanakwenda kuyafanyia kazi. Ni baraza lenye wajumbe saba tu. Baraza limekuwa ndio msimamizi mkubwa wa kuweza kuwasaidia hawa watumiaji ili waweze haki zao ziweze ku, kufika kwenye maamuzi ambayo yatatolewa na EWURA. Anasema kukutana hapa ni katika kuhakikisha ile dhamira ya kukuza na kutetea haki na maslahi ya watumiaji wa huduma za nishati na maji inatimia. Miaka yote ambayo baraza limekuwepo limeisaidia sana EWURA katika maamuzi mengi ambayo yamefanyika, kwa hiyo kwamba mwendelezo huo utaendelea kwenye hili baraza jipya ambalo baraza la tatu ambalo sasa hivi linaanza ili kuweza kuakisha kwamba <coughs> watumiaji wa huduma wananufaika na huduma ambazo zinasimamiwa na EWURA. Mkuu wa meza hapa ni Katibu Mkuu Wizara ya Nishati Mhandisi Felchesmi Mramba. Ndugu wa jumbe wa baraza, naomba muwe kioo, kioo cha uadilifu wajibikaji na kuweka maslahi ya umma mbele yenu. Naam, tumieni taaluma na uzoefu mlionao kulinda maslahi ya watumiaji. Nisaidieni EWURA kutekeleza majukumu yake kwa ninyi kusimamia maslahi ya watumiaji. Aidha, shirikianeni kwa karibu na management ya baraza na wadau wengine, huku kila upande kutekeleza majukumu yake ya msingi na kuepuka mwingiliano wa kiutendaji kwani mafanikio ya baraza yatategemea mshikamano wa pamoja. Anasema matamanio ya serikali ni kuona malengo ya kulinda maslahi ya watumiaji wa huduma yanatimia. Mipango ni mingi kwenye sekta na ninyi ni wadau muhimu. Mm, tunatekeleza kitu kinaitwa National Energy compact ambapo tunataka kufika mwaka 2030 household zitakazokuwa zimepata umeme kuingia ndani kufikia asilimia 75 moja 52.1, kwenda asilimia 75 by 2030, lakini pia tunataka tufike asilimia 80 kwenye matumizi ya nishati safi by 2034. Tunataka kuongeza ushiriki wa sekta binafsi kwenye uzalishaji wa umeme na huduma nyingine za nishati za kwa maana ya mafuta, gesi Nigeria. Hii ni EWURA CCC, tunaomba muwe mabalozi, sio Wizara ya Nishati tu, Wizara ya Maji pia, kwa sababu wana upande wa pili, upande wa maji ambao wanamsimamia. Wanasema neno linaloishi hutunzwa kwa alama. Nawashukuru sana. Tuzo hizi ni ishara ya shukrani na heshima kutoka kwa baraza kwa lengo la kuthamini ushirikiano na msaada wa karibu ambao tumekuwa tukiupata kutoka kwao. Shughuli ya awali ikahitimishwa kwa mafunzo ya namna bora ya kufikia malengo ya baraza. Kwa ushirikiano huu ambao baraza, baraza inapata kutoka kwa mdhibiti, kwangu mimi kama mwenyekiti na kwa niaba ya wajumbe wenzangu tunasema kwamba tutakuwa ni watu ambao tuko tayari mara zote, tupo tayari kuyabeba majukumu haya, na tunaahidi kuyatekeleza kwa weledi, uwazi na kwa kushirikiana na wadau wote ambao wanashughulika na sekta ambazo sisi tunasimamia. Hii ni EWURA sisi si, si huduma bora ni haki yako.